Hujambo na karibu Teachkrest wako vikirubo. Leo hii tunataka tufanye udurusi wa kazi ya Kiswahili karatasi ya tatu, sehemu ya Ba ilikuwa ni tamthilia, umeamboa uchanganue mtindo, alama nane. Maskini mke wangu! kumbe ugonjwa haukumzaza mwaka baada ya mwaka, umemla bila huruma. Awali niliona kama mchezo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 Kwa mfano hapa tunaona kwamba kuna tashbihi. Kwa mfano a, baada ya kusombwa na wakati mfano wa mafuriko, msimu wa masika, pia umenichezea kama wanaseseri kwa muda mrefu. Hiyo ilikuwa ni tashbihi, amelinganisha kwa kutumia kama haya. Pia kuna nahau Kata shauri, sasa nimekata shauri. Kukata shauri kwa maana ya kwamba ameweza kufanya uamuzi. Um, pia kulikuwa na ritifa, kwa Kiingereza huitwa apostrophe. Ni pale ambapo natumia mbinu um, hii ili kuongelesha vitu visivyo na uhai au mtu ambaye amekufa. Kwa mfano, ikiwa nimekufa kwa tunasema lala mahala pema Peponi na kadhalika. Hivi tunapata kwamba ritifaa inajitokeza kupitia Yona anayezungumza na pombe. Pia tunaona mbinu nyingine ni da, hapana pombe, ametumia yeah, alama hisi kuonyesha hisia za kuchoshwa. Jambo lingine kulikuwa na utohozi maneno ambayo yametoholewa katika kifungu hiki ni kama familia, kutokana na neno la like Kiingereza family. Pia ameweza kutohoa neno silesi kutokana na neno slice la uh, Kiingereza like uh, jambo lingine uh, kuna mbinu rejeshi kwamba umemla bila huruma, awali niliona kama mchezo, kumbe ilikuwa ni kweli na anajaribu kurejelea jinsi maisha yalivyokuwa pale. Hivyo anasema siku hazigandi wala jana haitarudi. Sasa jana imebaki kuwa kumbukizi baada ya kusombwa na wakati mfano wa mafuriko. Kwa kulikuwa na kisengere nyuma. Anajaribu kukumbuka maisha yalivyokuwa awali. Ah uh, jambo lingine pale tumeweza kuona ni uhuishaji, mambo ambayo amepewa uhai ni kama pombe ambayo anasema imemchezea kama wanasesere kwa muda mrefu. Hivyo pombe imepewa na tabia za kibinadamu za kuweza kuchezesha. Uh, pia kulikuwa na binuhipi. Uh, tashihisi pia, ugonjwa umemla bila huruma. Mm, pale ugonjwa umepewa nafasi ya uh, sifa za kibinadamu za kula Naam, hivyo hoja zozote nani ambazo ungezitoa utapata alama zako. Swali so, la pili katika Bembea ya Maisha lilikuwa huyu sasa ashakuwa mbumbumbu wa kutupwa dukuduku, wala huoni kuwa mchele umeingia mchanga. Eleza muktadha wa dondoo hili, alama nne. Maneno haya ni ya Bunju, anamwambia mkewe Neema, walikuwa nyumbani kwao, na kiini ni kuwa Lemi alikuwa ameweza kupandisha alama na akashuka nambari, hicho ndio kilikuwa kiini, na pia alikuwa akiamka akiwa wechelewa. Wati alama zako nne. Tambua mbinu za kimtindo katika dondoo hili. Kuna istiara, huyu sasa ashakuwa mbumbumbu wa kutupwa Lemi amelinganishwa mbumbumbu mmoja kwa moja na mtu mpumbavu mbaye wa kutupwa. Pia kuna dukuduku mbumbumbu wa kutupwa, dukuduku huu ni ndokezo. Wala huoni kuwa mchele umeingia mchanga. Mchele kuingia mchanga ni msemo, kwa maana ya kwamba maisha yamekuwa magumu, yamekuwa yameenda mrama hii uh, naweza ona ni kinaya uh, kwamba mama haoni kuwa mambo haendi salama, ilhali ni mhusika mkuu katika maisha yenyewe. uh, jambo lingine kwa kurejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha, thibitisha kauli iliyopigiliwa mstari. Kauli yenyewe ilikuwa ni mchele umeingia mchanga. Hivyo utaangalia uh, tamthilia yote mambo ambayo yameingia mchanga, mwanzo ni ndoa baina ya Yona na Sara. Iliingia doa walipokosa mwana wa kiume ambaye angekuwa ni mrithi. Pia maisha yameingia mchele, uh, mchele umeingia mchanga pale ambapo leni amepata alama kidogo, hajaweza kupanda kwa alama. Pia hakuna wakati wa kuwa na familia maisha yamekuwa magumu, pia Sara kuwa mgonjwa. Aa, bunju kuwa na mikopo hivi kwamba maisha yanaanza kumlemea na kuwa na kazi nyingi ya kufanya. Pia tunaona kwa asna hajafanikiwa kupata kazi. Naam, hayo ni baadhi ya mambo ambayo yameenda mrama au mchele umeweza kuingia mchanga. Uh, pia kukosa wakati wa kwenda out, kwa sababu sasa lazima ulipie ile out iliweza kujiburudisha, na pia hakuna huo wakati, na pia kazi imekuwa nyingi, ilhali makampuni hayana uwezo ya kuweza kuandika watu wengi kufanya kazi hiyo, hivyo kunakuwa na shinikizo kazini. Uh, swali la uh, mwisho, msimaji wa maneno haya ana msimamo thabiti beat, thibitisha msemaji wa maneno haya yu Bunju, ana msimamo thabiti kwa wakwe hafai kulala kwake. Ana msimamo thabiti kuwa hana uwezo wa kumpiga jeki uh, Neema ili aweze kumtunza mamake. Pia ana msimamo thabiti kwamba hana wakati wa kumchukua Lemi. Pia ana msimamo thabiti kuwa atailinda familia yake, pia na msimamo thabiti au msimamo imara kuwa a, lazima aende kazini na ataweza ku- kuyakimu maisha yao, pia na msimamo thabiti kuwa hela zake atazitumia katika familia, naye Neema aweze kutumia pesa zake kufanya kazi nazohitaji kama kushughulikia familia yake. hadi wakati mwingine nimekuwa na udha wako bikerubo zidi kusubscribe, kushare na kulike na hata weza kuongea nasi hapo kwenye comment section. Asanteni sana kwa watu elfu moja mia nne. Kazi nzuri inamaanisha kwamba tunawafikia wengi. Nashukuru sana, mbarikiwe.